Kiyake FC, Bonazi FC, Kagera Shuge FC, Katali FC, Gereji FC, Polisi FC na Kashabe FC. Zote zimecheza katika makundi pia, wamecheza na fainali. Lakini lengo langu kuu la kutengeneza hii ligi lilikuwa yani, lilikuwa ni kufanya vijana wapate ajira kupitia hii michezo. Pia vijana wetu kuna wengine wanatumia madawa ya kulevya kwa sababu hawana kazi lakini vijana anapata ajira kama hapa amesajiliwa, kwa mfano anakuja kucheza game moja kwa elfu tano elfu kumi Yaani, mawazo ya kupata kwamba tumia dawa ya kulevya inakuwa ngumu sana na mata concentrate kwenye mpira, pia atakuwa anafanya mazoezi aweze aweze kuwa sawa. Kuna maana katika kitendo cha kuzuia madawa ya kulevya kinakuwa kiko vizuri sana, pia wachezaji wetu wengi wamepata fursa kwa sababu kuna wachezaji wanasajiliwa katika timu zetu hizi, kuna wengine wanatoka Bukoba, wachezaji wanatoka sehemu mbalimbali sana. Mimi nachoomba serikali, mimi kama mimi, kwa sababu mimi kijana mdogo sana, nimejitoa kadi ya uwezo wangu, lakini kilichokuwa naomba kama kuna mtu yoyote mdhamini yote ambaye yote, anaweza kanunga mkono kaungana pamoja, ili tutengeneze kitu bora, na sisi katika mkoa wetu tuwe na ligi bora kubwa sana, ambayo yenye maendeleo makubwa sana. Pia nawao tunaomba pia nawao watuunge mkono kwa sababu sometimes nakuta tunaomba ushirikiano wengine awafatiri kwa sababu nasema tuko busy, lakini kama, kama kwa bahati yangu chokipata nilimwita afisa wa mchezo Mheshimiwa Mwakitemi akawa amenisaidia, pia katika upande wa kibanda amenisaidia. Koo ni mtu mzuri ambaye amependa ame, ame, ame kitu ambacho nimekifanya mimi a, pia amejitoa kwa kunisaidia kwa mambo mengi sana. Pia naomba watu wengine nao wawe kama yeye waitikie wito wetu pia waweze kusaidia kwa mambo ambayo tunaatuyajui wao wanatusaidia. Kwa sababu mimi hii ni mara yangu ya kwanza ya kutengeneza ligi, sijawahi kutengeneza nimetengeneza, lakini kwa kuwa nilipata ushauri kutoka wa, kwa wakuu ambao washa kutengeneza, wao ndio nimefikia kiwango hiki. Kwa majina anaitwa Amimu Hemedi, ni mkazi wa mazingira ya Kata Kaka, lakini pia ni mdau wa michezo. A, kwanza michezo a, mpira mfano, na natoa mfano mpira miguu. Uh, ni unaboresha, una, una afya, unajenga mwili, lakini pia mpira ni ajira, kwa sababu ukija kuzingatia kuna wachezaji ambao tumeona wanachezea ligi tofauti tofauti ndani ya mkoa wetu wa Kagera, wamepata nafasi ya kuchezea timu mbalimbali ikiwemo mbali, Kiaka na Bunazi, kwao umejipatia ajira. Eh, lakini pia um, michezo hii mfano mpira miguu uh, unasaidia kwa sababu vijana wengi atuingii katika um, vikundi ambavyo vinasababisha upotevu wa rasilimali fedha lakini nguvu uh, nilikuwa namaanisha kwamba uh, kujiingiza katika uh, vitendo ambavyo havifai, uh, mfano uh, kujiingiza katika uvutaji um, wa vilevi au, au utumiaji wa madawa. Kwa majina naitwa Amlat Ahmad mjumbe wa serikali ya kijiji Bulifani. Mchezo umeonekana kuwa mzuri na kweli vijana wamejipanga, ni timu zote mbili, hata munaziajakeaka ya yaani vijana wanaandaa mwonekano mzuri kwa kujenga taifa la kesho. Mpaka Mama Samia atapenda hii ligi ikiendelea hivyo hivyo kwa vijana kuanzia ndani ya miaka ishirini na kuendelea. Mama anaweza. Mimi nashauri bado, ambao wako chini ya miaka ishirini wajipange na kuanzisha timu, maana vizazi viendelee na vizazi wasije wakadorola wakasema kwamba vijana walioanza kucheza ndo wa mwisho waendelee michezo. Kwanza nimewiwa sana jinsi ambavyo mmejikusanya kwa wingi. Hii inaonesha ni kwa kiwango gani wilaya Misenyi mnapenda michezo. Mimi kitu ambacho ningependa kuwashauri vijana wenzangu, tujitahidi kuwa watulivu, lakini tuwe tayari kushiriki uchaguzi mkuu ambao unakuja, bila kuingia katika mkenge wa kutumiwa na wanasiasa ambao hawatutakii mema, bila kuingia katika mkenge wa kutumia matusi, mwisho wa siku tukajikuta jela, hatuhitaji. Inafika mwezi wa sita tunaanzisha ligi yetu ambayo ina thamani ya milioni kumi na tano. Baada ya hapo unaambiwa yule kapteni wa timu fulani hayupo uraiani, tayari yupo gerezani kwa sababu tu ya WhatsApp, walitukana watu, walifanya hili. Tutumie mitandao ya kijamii katika nyanja ambayo ni nzuri. Tushikamane, lazima tutambue kwamba kupiga kura ni haki yetu. Kwa hiyo tujipange kikamilifu kutumia hiyo haki, tusikubali zile ngojera za kwamba kuna uchaguzi hakuna uchaguzi, kwa sababu ile ni haki yetu. Ukishasema hakuna uchaguzi, maana yake utaki wananchi watumie haki yao. Wewe unaweza ukagombea, mimi naweza nikagombea, kwao kwa pamoja tushikamane katika hilo Ine?